Hello, mambo vipi? Unaweza kuwa unajiuliza ni namna gani unaweza kusevu status ya mtu, unaweza kudownload status ya mtu aliyoposti wapi WhatsApp. Sasa, ili kudownload status ya mtu ni lazima uwe na application inaitwa status saver. Kwa hiyo utaingia play store, kisha uta search status saver. Ukisha search hapo umeshakwisha kuandika, utasechi. Ukisha sechi, utatafuta application ambayo utakuwa umeipenda kwa wakati, labda status server. Yangu mimi nimeipenda hii hapo. Utabonyeza install, kisha bonyeza install, itaendia ku install. Hapa unaona ambavyo namna unaweza ku save all status walizolishare watu lakini itasubiria hii download ifanye installations. Kishafanya installations, utabonyeza open, ta open hapo, itafunguka. Ikishafunguka uta let's start, then uta allow continue, use this folder okay, na utaendelea, Let's It start from scratch tena, continue. Utachagua folder ambalo una unalitaka. Maybe ninataka nitengeneze folder jipya ambalo litaitwa Status Saver. Sever then ok, enta then use this folder. Nita allow settings, nita wait. ta take some time to load. Ok, hefodalangu the ipoapi status sever hili hapa. Use this folder allow Ukisha maliza itakuwa tayari, lakini hii hapa ni kwa wale wanaotumia nini WhatsApp kawaida, ambao watumia WhatsApp business au GB WhatsApp. Kwa hiyo sawa ku subscribe channel yetu and stay